Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali zenu? Nimepata muda kidogo nikasema ngoja tupike chapati leo. Sawa, chapati nzuri, laini, tamu mashallah. Sina nyambuka. Kwa hiyo nitajitahidi niende step by step. Video itakuwa ndefu kidogo kwa sababu nitaelezea step by step ili na wewe kuweza kupika chapati nzuri na laini. Chapati hata ikilala, ikikaa wiki bado chapati unaikuta laini, sawa. Hapa nina unga wa ngano kilo mbili. Nitatia na sukari kijiko kidogo kidogo cha chai kile, alafu nitaweka na chumvi. Chumvi mimi huwa sipimi, lakini kama utapima utaweka vijiko kama viwili vya chakula. Baada ya hapo, nitatumia hii Cowboy, unaiona imeganda. Kwa hiyo nitaitia kwenye kidishi ili kuiyayusha iwe kama mafuta kabisa yayusha yote. na kwa samli, unaweza kutumia samli yoyote tu, sio lazima Cowboy, sawa. Baada ya samli yangu kuyayuka na unga wangu ule nimeuchanganya uchanganyike ile chumvi na sukari, sasa nimemimina samli. Baada ya kumimina samli hapa sasa, utaufikisha kuhakikisha samli yote imeingia kwenye unga. Unafikisha kama hivyo, unachukua muda kidogo, kama dakika mbili ukiwa unafikicha unga wako usiwe na haraka, kidogo kidogo. Sawa, baada ya kumaliza kufikicha unga wako vizuri, sasa utaanza kumimina maji. Maji haya ni maji ya kawaida tu ya mferejini, au wengine wanasema maji ya bomba. Ni maji ya kawaida, sio ya baridi, siyo ya moto, maji ya kawaida na tati. Kwa hiyo utaanza kutia maji kidogo kidogo na huku unachanganya kidogo kidogo. Sitie maji mingi chapati, ili ziwe nzuri, hakikisha unga wako hurovi. Usije ukaona kurovya unga ndio unga utakuwa mlaini na chapati zitakuwa laini, hapana. Baada ya kuchanganya maji vizuri, nimeweka chini hapo ili niweze kukanda. Utaukanda, baada ya kumaliza kukanda, hakikisha unga wako umekuwa mgumu, yani usiurovye, sawa. Baada ya hapo sasa, nitauweka utapumzika kwa kadri ya muda wako ulivyokuwa navyo, lakini usiweke chini ya dakika kumi na tano, sawa? Na vizuri kuutia katika mfuko, ndio unazidi kulainika unga ukiweka katika mfuko. Kama huna, utatafuta tu kitambaa kisafi, ama utaweka kwenye bakuli utaufunika, lakini hakikisha haupiti hewa. Jitahidi hakikisha hakuna sehemu inayopata hewa. Na mimi sikuacha sana, niliacha kama dakika 15. Baada ya dakika kumi na tano, unga wetu umepumzika vizuri, umezidi kuwa mlaini, tunauona sasa eh? tutakata ili tufanye madonge. Sawa. Madonge, mimi nakata madogo tu, sikati makubwa makubwa kwa sababu ni chapati za biashara, lakini kama za nyumbani unaweza ukaongeza ukubwa kidogo. Baada ya kumaliza kukata madonge yote, pia tutayacha tena kama dakika kumi ili yapumzike. Baada ya dakika kumi, sasa utachukua samli. Kwa vile mimi nipo katika sehemu ya baridi, samli yangu imeganda kwao, nitaipasha moto kidogo. Sitaki iayuke iwe mafuta, nataka iayuke tu ili katika wakati wa kupakaza iwe iwe wepesi. Lakini weye kama upo katika nchi ya joto, samli yako ipo chururu vile nyepesi nyepesi kwa hiyo huna haja ya kuipasha moto vilevile. Vile unachukua tunaona kama hivi, tofauti na pale mwanzo nilipokandia. Pale mwanzo nilipokandia nilipasha moto sana. sasa hivi nimeiyayusha tu kidogo. Baada ya hapo nikachukua donge moja na kuanza kusukuma. Mimi chapati zangu nyingi hizi, kwa hiyo nasukuma kidogo tu, lakini wewe kama unafanya chapati za nyumbani, chapati zako pengine tano kumi, jitahidi hapa usukume sana, sukuma duara lako kubwa hasa, kadri unga wako utakavyoweza kusukumika. Lakini mimi kwa vile za biashara, nikisema nisukume sana hata nikiondoka hapo, utakuwa mgongo si wangu, kwa mimi nimesukuma size tu. Baada ya hapo, napaka samli ile kijiko kimoja. Baada ya kupaka samli kijiko kimoja na kunja, katika ukunjaji unakunja vivyoote unapopenda wewe, sawa. Ukisha ukifata tu process nilizofanya, ukunjaji wala haumati sana baada ya hapo nimeziweka sizivuti, kwanza naziweka pembeni. Tray ya kwanza hii naendelea kusukuma tray zote, unaona. Baada ya kumaliza tray zote, sasa naanza kuchukua ile tray ya kwanza kabisa, ilikuwa ni tray hii. Unachukua mnyororo mmoja mmoja, huu unaanza kuvuta. Unapovuta jitahidi usikatike, uvute mpaka ukiona ha, sasa hapa mwisho, ukizidisha kuvuta unaweza ukakatika, kwa utaovuta. Baada ya hapo utazongorosha hivyo. baada ya kumaliza kuzongoresha utaweka pembeni na utafanya uh, nyororo yote iliyomaliza. Muhimu kuzifunika uh, chapati zako. Pale tulivyoweka madonge yafunike na hapa sasa hivi pia unazifunika. Utaanza tena kama dakika kumi na baada ya hapo sasa tutaanza kuchoma. Weka chuma kwenye moto, hakikisha moto wako mkubwa. Chapati haichomi moto mdogo. Baada ya hapo sukuma na ukisukuma utaweka chapati yako ukishaweka, unaendelea kusukuma chapati nyingine, huku ile kule ikiwa inawiva. Uwe makini kwa vile tumeweka moto mkubwa, kwa hiyo uwe makini usije ukajisahau. Futa chuma chako kwa chini, geuza. Ukishaona imekauka juu, inafanya kama ma, mabofu mabofu, ina kama utasema umetia hamira, inaumuka. Kumbe wala. Baada ya hapo geuze ifi, zongoroshe, zongoroshe, na haya ni mafuta tu ya kawaida, si samli. Hii ni mafuta tu ya, um, sunflower. Tia kijiko kimoja tu, usitie mafuta mingi. Lakini kuna watu wanapenda wa kila chapati mpaka ile wapakike mafuta. Mimi napenda chapati kavu, sipendi chapati yyenye mafuta mingi. Hapana, tumetia samli, tumekandia samli, tumekunja samli. Kwa hiyo huwa napenda wakati wa kuchoma nitia mafuta kijiko kimoja tu. Baada ya hapo, futa chuma chako, endelea kuchoma chapati nyingine mpaka umalize. Na mimi sipendi chapati kupiga rangi sana, ile la kama unapenda. Kwa hiyo pale, wakati kabla hujatia mafuta, utaiacha kwanza mpaka uhakikishe imepiga rangi, ndio utie mafuta. Chapati at kiwa nyeupe haikeri, muhimu ni laini tu. Kwa hiyo, na hizo ndio chapati zetu. Kama kuna swali unaweza kuniuliza kama hujafahamu, labda lakini hazina kazi, hazina kazi hata kidogo. Na kuna watu husema hey, mbona masaa mengi? Wala si masaa mengi, melianza saa tatu saa tano shamaliza na nando nimepika za kilo mbili hizo. Kwa hiyo ni ni mara moja, kuna saa mengi muda wa kuwacha, wacha dakika kumi kumi tu zinatosha, lakini ni muhimu sana unga wa kuwacha. Asanteni.